Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumanne, juma la tano, kipindi cha Pasaka mwaka chee wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14, aya ya 19 hadi 28 na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 14 aya 27 hadi 31. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku hile Yesu aliwaambia wanafunzi wake: amani nawaachieni, amani yangu nawapa Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyo niamuru ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twendeni zetu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika maandiko matakatifu tuliyosikia tunaona Yesu anawaga wanafunzi wake na anawapa amani yake na anawahakikishia kuwa hata waacha yatima. Mfano, tukirejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya 33, akisema hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Tukirejea Injili ya Yohane sura ya 16 aya 33, akisema hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Pia turejee Injili ya Yohana sura ya 20 aya 19, pia Warumi sura ya 15 aya 33. Haya yote yanaonyesha kwamba Yesu ni amani na ni yeye anayetoa amani. Pia anawaambia wanafunzi wake kwamba wasihofu wala wasifadhaike kwa kuwa atarudi kwao. Amani ambayo Yesu anaitoa kwa wanafunzi wake ina utofauti na ile amani ya duniani Kumaanisha kwamba ni amani inayotoka ndani inayotokana na kumjua Mungu na kwa uhusiano wa karibu naye, ni amani ya moyo hata katikati ya dhoruba za maisha. Yesu anapowaambia wanafunzi wake kwamba wasifadhaike mioyoni mwao wala wasiogope, anawahakikishia wito wa kuishi kwa amani na matumaini. Yesu anajua changamoto zitakazowakumba lakini anawahimiza kutokata tamaa. Pia ni mwaliko kwetu sisi kwamba tukiwa na amani ya Yesu mfufuka ndani mwetu, katika magumu yote tunayokumbana nayo kamwe tusikate tamaa. Sambamba na hayo, tunapata kuona utii wa Yesu kwa Baba yake, hasa anaposema ili ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, nami nafanya kama Baba alivyoniamuru. Kuonesha mfano wa utii na upendo wa kweli, kutenda mapenzi ya Mungu hata kama kuna gharimu maisha. Pia ahadi yake ya kuondoka na kurudi inawapa wanafunzi wake tumaini la maisha ya milele pamoja naye. Vivyo hivyo kwetu sisi tuliwa wafuasi wa Kristo, kwamba kuondoka kwake Yesu kwa baba na kurudi kwake pia ni matumaini na faraja kwetu. Kwamba kamwe hata tuacha wanyonge na wapweke katika maisha yetu. Sambamba na hayo, Yesu pia anasema kwamba mimi sitasema nanyi maneno mengi tena kwa maana yu aja mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu kwangu. Akimaanisha kwamba nguvu na hira za mwovu Shetani ambaye hana mamlaka yoyote juu yake na kwamba anatenda yote kwa utii kwa baba Baba ili ulimwengu ujue kwamba anampenda Baba. Wapendwa taifa la Mungu, tunayo mambo kadha wa kadha ya kuchota katika injili hii ambayo kimsingi yanatufanya tuwe na kiu na shauku ya kumjua Mungu na kumpenda zaidi. Jambo la kwanza ni ni amani ya Kristo ni ya kipekee. Amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa vitu vya duniani, bali ni zawadi kutoka kwa Kristo kwa wote wanaomwamini. Jambo la pili ni kutoogopa na kuwa na imani. Maisha kikristo ya kikristo yanahitaji imani thabiti. Hofu ufifia pale tunapomtazama yesu na kuamini ahadi zake. Jambo la tatu ni utii kwa mapenzi ya Mungu. Yesu ni kielelezo cha utii kamili kwa Mungu. Pia tutambue kuwa ni mwaliko kwetu sisi sote kwamba tunaalikwa kumtii Mungu kwa upendo na si kwa kurazimishwa. Jambo la nne, Yesu ni mshindi dhidi ya shetani. Ingawa shetani anakuja kuleta mahangaiko na machafuko ulimwenguni, bado hana mamlaka juu ya Yesu. Hii inatufundisha kuwa katika Kristo tuna ushindi dhidi ya majaribu na uovu. Jambo la tano, tumaini la kurudi kwake Kristo. Yesu anaondoka lakini si kwa kudumu ili linaimarisha imani yetu katika maisha ya milele na kurudi kwake kwa, kwa utukufu pia. Wapendwa, taifa la Mungu, tutafakari kwa pamoja tafakari ya mtakatifu Gaspari kwa siku ya leo. Naweka kila kitu mikononi mwa Mungu, nataka kile tu atakacho Mungu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Kevin Nixon